Tunafahamu ulipaji wa TikTok ni kulipwa kwa zawadi, unge live na vitu kama hivyo, lakini kuna baadhi ya nchi ambao wanalipwa kwa views, na leo nitakuelekeza namna gani ya kutengeneza account ambayo inaweza ikalipwa kwa views. Sasa hizi ni hatua, na make sure unatazama video kiumakini sana lakini na kusubscribe, na kwa wale wageni alama ya kengele itakayotokea kwa sababu hii ndio sehemu pekee ambayo utapata video kama hizi kwa lugha ya Kiswahili na kwa maelekezo yaliyonyooka zaidi. Kama una akaunti ya mwanzo hiyo hatuwezi tukaichange, inabidi tukulete mpya. Na hii mpya, kabla tujaanza kuelekeza vigezo, ni kwanza nikuelekeze njia za kuifungua. Download hii application inaitwa Pax, unaweza kwa watumiaji wa iPhone unaweza ukaikuta kwenye store, lakini kwa watumiaji wa Android Play Store ipo lakini kwa bora uichukue Telegram kwa sababu kuna video toka isha imeshafunguliwa. Na ukishaichukua hii application ya Pax, hii ni browser ambayo ndani yake ina VPN. Hii VPN uta tafuta server ya United Kingdom, uta connect server ya United Kingdom. Kisha ukishamaliza ku connect server ya United Kingdom, utakachokifanya utaingia hapa hapa kwenye Pax, uta search TikTok. Ukisearch TikTok itakuletea linki kama hivi utaingia kwenye TikTok kisha uta change kwenda desktop mode, kwa sababu ukiweka mobile mode itataka utoke nje ya application ukatumie, uka, uka ndani ya TikTok kule, lakini nataka kutumia application ya TikTok, tunaiacha kama ilivyo, tunatumia ndani huku. Ukishaingia huku utakuta imekaa kama mfumo wa PC hivi. Utachokifanya utaenda sehemu hii ili uweze ku sign in au ku sign up. Unapotaka ku sign up hakikisha unatumia Gmail ambayo haina account na unaweza uka create Gmail mpya kwa ajili ya kufanya hizi process. Utaenda kwenye sign in by email, usiende kwenye sign in by Google, sign in by email. Kisha utaandika email ambayo nataka, unataka sign in na utaandika pia, utaandika vitu muhimu ambavyo inatakiwa kuandika unapo sign in, unapo sign up uta, utafunga akaunti mpya kwa email na ukishamaliza kufungua akaunti hii, itakuwa tayari ni akaunti ya United Kingdom. Kosa ambalo unataka usifanye ni kwenda kwe, ku login akaunti hii kwenye application ya TikTok. Hakikisha unatumia, unatumia VPN, unafollow watu, unaangalia video kupitia hii desktop mode kwenye application ya, ukishafanya hivi itasaidia ita TikTok kugundua kama wewe ni mtu wa kawaida ambaye upo United Kingdom na utaendelea kuitumia huku, unaweza ukafollow baadhi ya watu na unachokifanya utakuwa unaingia kwa VPN. Ukiingia bila VPN umeshakoroga. Hakikisha unavoingia unavo unavologin kwenye hii account uli create, una, una login kwenye desktop mode, kwenye application hii hiihii na pia umewasha VPN server ile ile ya United Kingdom. Ukifanya tofauti kuna baadhi ya vitu unaweza kukutana navyo, wanaweza kukuzuia labda kufollow watu akuzuia kupata views na vitu kama hivyo. Sasa ukishatumia huku kwa wiki yani, jaribu hata kutenga wiki, na pia unaweza kuupload kitu hata picha, kitu chochote kupitia hii browser huku. Ukishafanya hivyo, utatakiwa sasa ku-sign in hii account kupitia kupitia TikTok TikTok application. Unachokifanya kwenye TikTok, una clear cache, au una clear data kabisa kama kulikuwa na account kuna kechi, unajua zinavyojisave zinakuwa zina na information kwamba wewe ni Mtanzania, zinakuja content, sure content za Kitanzania. Lakini hii TikTok utai clear data au kwa lugha nyepesi, ambao watu ambao wanashindoka ku clear data au ku clear kechi, unaweza kuifuta alafu ku install upya kabla hujafanya kitu chochote, sign in kwenye ile account mara ya kwanza. Ukisha sign in make sure unaona content za UK, yani kugundua kwamba

Ukienda kwenye akaunti yako hapo utaweka vitu muhimu, profile picture, bio na vitu vingine, na utagundua kwenye sehemu ya creators hapa tools utaona kuna kitu kinaitwa creator reward program. Hii ndio ambayo inaweza kukusaidia kulipwa kwa views. Sasa hapa vigezo ni kama vifuatavyo. Cha kwanza, unatakiwa post video za dakika moja kwenda mbele, kwa hiyo usichukue video za watu ambazo ni fupi ukazikatakata, ukazikata, ukazedit zikawa fupi sana vigezo vya kupata views vya kuingia kwenye monetization ni kama hivyo, na utaviona kadri unavyozidi kupanda, kama unafika umefika hatua gani mpaka sasa, umefika nusu, umefika robo, utakuwa unaona hapo kadri unavyopata views. Kwa hiyo njia ni hizo. Ukishafikisha vigezo, kuna vitu vingine vidogo ambavyo unatakiwa ukamilishe kama